Katika kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita katika kuendeleza sekta ya kilimo kampuni ya Reliance Group Limited imeendelea kuwafikia wakulima kwa vitendo. Mnamo tarehe 23 Oktoba mwaka huu, kampuni hiyo imefanya maonyesho maalum ya zana za kisasa za kilimo katika kata ya Mirundikwa wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Maonyesho hayo yamelenga kuwaelimisha wakulima kuhusu matumizi sahihi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo, hususan matrekta na pawatila, ikiwa ni maandalizi kuelekea msimu mpya wa kilimo. Akizungumza katika maonyesho hayo, meneja mauzo wa kampuni hiyo ameeleza dhamira ya kampuni hiyo katika kumwezesha mkulima wa mkoa wa Rukwa kupata zana bora zenye ubora wa kimataifa. Wakulima wetu ama wateja wetu, unaweza kupata hizi trekta kwa cash ama kwa mkopo kupitia taasisi za kifedha. Tunafanya kazi na taasisi mbalimbali za kifedha kama vile NMB, CRDB, NBC, TCB pamoja na, na, na taasisi nyingine kama EFTA na Facilize. Taasisi zote hizo tunafanya nazo biashara. Mimi nawakaribisheni sana mpate trekta za Sonalika, ni trekta bora na ni imara, zinatoka nchini India. Maonyesho haya pia yamehusisha wataalamu wa kilimo kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi, Manispaa ya Sumbawanga waliotoa elimu juu ya matumizi bora ya zana na teknolojia katika kuongeza tija ya kilimo. Idadi ya zana za kilimo ambazo ni trekta, pawatira, mashine mbalimbali ambazo zinahusika kuchakata mazao ya kilimo ni za kuhesabika. Kwa mfano, takwimu zinaeleza kwamba kwa wilaya ya Nkasi Sa kwa sasa tuna takribani trekta hizi kubwa 45, na trekta ndogo hizi kwa maana ya pawatila 43. Mashine hizi za kupukuchua hazifiki, hazi 32, mbili. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni jinsi gani ambapo haya makampuni yanapoingia kwenye mikoa yanasaidia kutatua baadhi ya changamoto. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tiogope pia kwenda kwenye taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata mikopo nafuu kwa ajili ya kununua pembejeo za kilimo ikiwemo matrekta bawatira na vitu vingine kama hivyo. Sambamba na maonyesho ya zana, hafla hiyo pia imejumuisha wauzaji wa pembejeo za kilimo wakiwemo wasambazaji wa mbegu bora na mbolea za kisasa waliotoa elimu na ushauri kwa wakulima juu ya namna ya kuchagua na kutumia pembejeo sahihi kwa mazao yao. Watu wa mashirika wa mbegu, watu wa mbole ili kuhakikisha wakulima wanapata zana hizi bila changamoto za kifedha, benki ya NBC kwa kushirikiana na Reliance Group imekuwa ikitoa mikopo nafuu kwa wakulima, ikiwepo ununuzi wa matrekta na pawatila. Ofisi na mikopo kwa wakulima, sisi kama benki ya NBC tumeingia ubia na kampuni ya Reliance Group, ambapo wao kama kama kampuni nayo akpu ambapo tunatoa mikopo ya matrekta kwa riba nafuu sana, riba ya asilimia kumi tu. Inamaanisha kwamba kilimo ni biashara, kilimo kinalipa. Ukichukua trekta ukasimamia vizuri utaweza kujitengenezea kipato kwa ajili ya kulipa mkopo, lakini pia kwa ajili ya maendeleo yako binafsi na watu wanaokuzunguka. Wakulima Saya... walipata fursa ya kutumia zana hizo wameonyesha kulizishwa na ubora wa matrekta aina ya Sonalika yanayojulikana kwa uimara, matumizi madogo ya mafuta na uwezo wa kufanya kazi kwenye mashamba ya ukubwa tofauti. Inafanya kazi vizuri kwa masaa yote, unaweza ukalima usiku ukalima na mchana, ila ni ngumu ukufuatilia kwamba utekelezaji wake wa kazi ni muda wote, haina matatizo ya kuharibika ovyo ovyo. Kupitia ushirikiano wa Reliance Group na benki ya NBC, wataalamu wa kilimo na wauzaji wa pembejeo, wakulima wa Rukwa sasa wana fursa ya kuingia kwenye kilimo cha kisasa chenye tija, faida na matokeo ya kudumu.